Mtazamaji, ulimwengu unaomboleza kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis aliyefariki mapema hii leo kwenye makazi yake ya Vatican ya Kasa Santa Marta akiwa na umri wa miaka 88, kifo chake kikijiri siku moja tu baada ya Papa Francis kuonekana akihudhuria ibada ya Jumapili ya Pasaka katika eneo la St Peter Square. Papa Francis amekuwa akiugua kwa muda, taarifa zikiashiria alikuwa akiugua kutokana na homa ya mapafu. Mwanahabari Vera Mora anaarifu matukio ya siku za mwisho za Papa Francis. Saa moja asubuhi katika makazi ya Vatican, Italia, Kardinali Kevin Farrell alitangaza kifo cha Papa francis wa miambili sitini na sita wa Kanisa Katoliki alikuwa amefariki, taarifa ambayo iliwaacha waumini bilioni 1.6 kwenye maombolezi. Siku moja kabla ya kifo chake, Papa Francis alionekana amedhoofika kiafya. Alihudhuria ibada ya Jumapili ya Pasaka St Peter Square, akiwapungia salamu maelfu ya waumini waliokusanyika kwenye ibada hiyo. Kari fratelli e sorelle buona pasqua. Siku zake za mwisho zilitajwa kwa kuwa za udhabiti na tafakari baada ya kupambana na ugonjwa wa homa ya mapafu ambapo alitumia takriban siku 38 hospitalini kabla ya kuruhusiwa kurudi kwenye makazi yake ya Casa Santa Marta. Papa Francis alikuwa kiongozi wa kwanza wa Amerika ya Kusini wa Kanisa Katoliki baada ya kuchukua wadhifa huo mwaka wa 2013 baada ya mtangulizi wake Benedict wa 16 kujiuzulu Dunia ikishuhudia kwa mara ya kwanza mapapa wawili wote wakiwa hai. Mazishi ya Papa Francis yanatarajiwa kufanyika kati ya siku nne hadi sita baada ya kifo chake, kufuatia kipindi cha maombolezo ilivyo historia, na tarehe halisi itaamuliwa na baraza la makadinali. Papa Francis alichagua mwili wake usiwe kwenye jukwaa la juu kwa ajili ya kutazamwa na watu, lakini kuwekwa kwenye jeneza la kawaida la mbao. Ibada ya mazishi itafanywa St Peter Square ambapo waumini wataweza kutoa heshima zao za mwisho. Baada ya hapo, atazikwa katika basilika ya Santa Maria. Mchakato wa kuchagua Papa mpya unaojulikana kama Papal Conclave kwa kawaida huanza kati ya siku kumi na tano hadi ishirini baada ya kifo cha Papa. Hii inatoa muda wa kipindi cha maombolezo na kwa makadinali kukusanyika Roma. Vera Moraa,